Swali so, langu la pili ni kwamba pale tulipokuwa uwanjani, tuliweza kusikia maoni ya wakazi wakisema kwamba pale wanapoingia maofisini kama kwa chief ama huku kwa IDs vitambulisho, wanapata kwamba kabla hujatoa pesa ama ukitaka mambo yako yaende vizuri, kama unataka certificate ama visa a, n, e, ni ya kwenda nje, kwamba lazima utoe kitu ndio kwamba mambo yako yaende kushungulikiwa labda mambo hayo mnayashungulikia namna gani, kuhakikisha kwamba wakaazi wanahudumiwa vilivyo sawasawa? Asante, asante sana, uh, Brenda. Kwanza kwa mambo ya um, uh, uh, kutumia nguvu kupita kiasi kwa polisi kudhibiti maandamano na, ma, na mambo mengine, ningependa kusema kwamba, kwanza kwamba visa vya Uh, kuumiza wananchi wakati wa maandamano ama kwa wakati wowote wa ile polisi anatumia excessive uh, force, e, tuseme kwamba kwanza, tayari katiba na sheria inasema hiyo haikubaliki, so si ati ni kwamba ni kitu ambayo inakubalika na sheria. Tayari inasema uh, polisi wanasatumia uh, force kule, ile equivalent na ile challenge wanapitia na wakitumia hiyo force based on the challenge, for example, hakuna mtu anaulizanga polisi kwa nini ulipika se, risasi bandit huko eh, eh, kwa huko mwingi. Hakuna mtu anauliza because kila mtu anajua tu, ukipata mtu mwenye tayari ako na bunduki, hakuna kitu polisi angefanya, lazima angejichunga kwa bunduki pia. Askari akijipata kwa sehemu ambayo watu wanasema wanaandamana, lakini wanatembea na mawe, hii ni swali nimewahi kujiuliza mara mingi, nikajiuliza kwa nini Wakenya wote saa yote tunasema polisi ametumia nguvu, lakini hatujiulizi huyu mwenye alikuwa anaandamana na ako na akona kisu ako na akona panga na ako na mawe? Hii bado ni maandamano ama ni ujangili kama ile ujangili nyingine imefanyika. So, ni lazima pia tuangalie pande zote mbili, tusiangalie tu upande ya polisi. Tumeona kwa macho yetu polisi akilingwa mawe kwa maandamano, mpaka polisi anakufa ama ameumia. So, huwezi kusema kwamba tutalalia upande moja tu. Ile polisi amefunzwa na vile tum, ameambiwa na vile anajua sheria ni kwamba usitumie nguvu inayopita kiasi ya kudhibiti ile shida ambayo umepitia, lakini pia tunafaa kama wananchi tufanye kazi ya polisi ikuwe rahisi kwa kuhakikisha ya kwamba maandamano yetu ni ya amani haitaingiliwa na watu ambao wako na visu, wako na panga, wako na mawe na njia bora sana. Unajua, bado hatujaelewa kwa maandamano kwa Kenya kwamba maandamano ndio ikuwe maandamano, sio watu uchukue mawe uweke barabara, sijui uchome eh, taya kwa barabara, sijui lazima u, u, u, u, upore mali ya mtu, uingie duka ya mwenyewe hati ndio sasa watu wasikie kabisa maandamano imefanyika. Hapana, maandamano kote duniani inaweza kuwa ni amani. Mnaweza sema sasa leo tutatumia barabara hii, polisi wawasaidie kwa hiyo barabara, halafu waelekeze magari zote kwa barabara zingine. Lakini kuna tabia ambayo watu wengi wanaona kwamba haijakuwa maandamano mpaka tu inconvenience mtu mwingine, kwa sababu unaweza kuwa naandamana na kitu moja yenye mimi sikubaliane nayo, na mimi mwenye sikubaliani napitia njia hii, na pengine hata mimi nitakuja kesho niandamane opposite yako so mimi nangojea umalize, ni kuje nifanye, that is what the constitution anticipated. haiku- haikuwa natarajia kwamba maandamano itakuwa ya mawe and so forth and so forth, lakini wale wanatumia excess force, unajua kwamba wanastakiwa wanapelekwa kotini. Kuna internal mechanism katika National Police Service ya kuinvestigate wale ambao wanatumia excess force. kuna IPOA ambayo ya kazi yao, Independent Police Oversight Authority ambayo ya kazi yao ni ku oversight police officers wenye anatumia excess force, na umeona kwamba wale wametumia kweli nguvu uh, kiolela, wanachukuliwa hatua ya sheria na wengine wao wamefungwa kwa sababu ya hiyo, lakini polisi wengi ambao wanafanya kazi nzuri pia lazima walimbikiziwe sifa na ile shida wanapitia wakifanya kazi hiyo, na watu waelewe ya kwamba lazima tudhibiti, eh, wakora ambao wanaweza ingilia maandamano ama kujifanya wanafanya maandamano, lakini hao ni kuumiza wananchi na kupora mali yao, kwa sababu pia tuko na jukumu ya kikatiba kuhakikisha kwamba tumelinda wananchi kwa sehemu ya